anjo ina umuhimu kwa, kwa, kwa, kwa mwananchi hususan kuanzia mtoto mdogo. Mimi mwenyewe ni, ni, ni mnufaika wa chanjo eh, nakumbuka wazazi wangu pale waliniambia kwa taarifa niliyonayo, wakati nazaliwa kwamba kuna baadhi ya chanjo ambazo nilipewa na zingine, nilikuwa naangalia makovu mkononi nikajua kabisa ah, hii ni chanjo. Kwa hiyo uh, nitoe rai kwa, kwa wananchi wa, wa, wa Ushetu eh, kwamba Chanjo ni muhimu sana, chanjo inaokoa maisha, chanjo inazuia, inakuzuia mtoto asipate maambukizi mfano ya polio e, na magonjwa yale ambayo yanazuilika kwa chanjo e. Chanjo lakini pia inaimarisha afya na inakusaidia kabisa kwamba mtoto atakuwa vizuri bila kuwa na maradhi mbalimbali, na hivyo kukua na ukuaji wake utakuwa bora na kumsaidia kuweza kuwa hata mtu mzima na kuweza kutekeleza majukumu yake kama mwananchi wa Tanzania. Kwao tuzingatie chanjo, tuzingatie maelekezo yanayotolewa na watumishi wa afya kuhusu chanjo, tuwapokee eh, watu wa huduma wanapofika katika mtaa, katika kaya eh, kutoa chanjo. E, wanapokuelezea kuhusu chanjo na umuhimu wa chanjo, tuwapokee waruhusu, waweze kutoa chanjo na ili iweze kuwa, ili hii huduma iweze kuwa bora na tuweze ku, ku, kuwalinda wananchi wetu na hususan watoto wetu ha, na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuzuilika kupitia chanjo. Ndio tulipotoka tulipo tunapoelekea tulipo, tunajenga taifa imara lenye afya.